Ni hivi karibuni tumepokea taarifa kutoka shirika letu la umeme TANESCO wakituarifu kuhusu kusudio la kusitisha huduma ya umeme kwenye vikosi vyetu vyote vya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania ifikapo kesho tarehe ishirini na saba Machi elfu mbili na kumi na saba, hili kutokana na deni kubwa tunalodaiwa na TANESCO. Zoezi hili linafuatia agizo la Mheshimiwa Rais kwa TANESCO kwa wakate umeme kwa wadaiwa wake wote, na jeshi la wananchi linakiri kuwa ni mdaiwa wa TANESCO, na wengine walitaka kukata wiki iliyopita. Kwa kuwa mikoa kadhaa wamenipigia simu wakiniuliza ni namna gani tutalipa deni lao, nikawaambia wanisubiri kidogo nitatoa e, tamko rasmi. Na msingi wa deni hili unatokana na matumizi makubwa ya umeme yaliyoko kwa jeshi la wananchi wa Tanzania kutokana kwanza na ukubwa wa jeshi lenyewe kwa mtawanyiko wake kwa nchi nzima na pili ni mitambo mikubwa na zana linazozitumia ambazo zingine zinatakiwa kuashwa muda wote, saa ishirini na nne, katika kulinda na kuimarisha ulinzi wa taifa, na hivi tunavyovifanya ni kutokana vile vile na kukua kwa teknolojia duniani ambapo jeshi linalazimika kuendana na ukuaji huo. Usipoendana na ukuaji huo, unaachwa nyuma na wewe unaathirika kitaifa. Aidha, sababu kubwa zaidi nyingine ni ufinyu wa bajeti ambao umekuwa ni changamoto kubwa kwetu kukabili mahitaji makubwa ya jeshi letu. Lakini baada ya kupokea madai haya ya TANESCO Kufuatia agizo la mheshimiwa rais, Jeshi la Wananchi wa Tanzania limetafakari na limefanya jitihada kupata fedha za kupunguza deni hili. Tunadaiwa kiasi kinachozidi kidogo bilioni tatu na Tanesco peke yake. Tayari nimeagiza watendaji wetu watafute kiasi cha bilioni moja na kuhakikisha kwamba kesho, tarehe 27 Machi 2017, cheki inawafikia TANESCO haraka kuonyesha nia njema ya kulipa deni hilo ili huduma hiyo iendelee kutolewa kwa vikosi vyote vya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, pamoja na kwamba hela hiyo itakuwa bado haijamaliza deni zima, lakini kwa nia hiyo njema tunaamini kwamba TANESCO itaendelea kutupatia huduma ya umeme kwa vikosi vyetu. Pamoja na deni hili la TANESCO, jeshi la wananchi wa Tanzania linadaiwa na wazabuni wengine, wanaotu wanaotoa huduma kwetu. Hazina imeanza kutupatia fedha kidogo kidogo ili kupunguza madeni hayo, tuna imani tutayamaliza katika muda mfupi ujayo, kwa sababu tayari serikali imeweza kutekeleza hilo. Juhudi hizi za kupunguza madeni zinazoonyeshwa na jeshi la wananchi wa Tanzania, tunaomba pia zionyeshwe na taasisi zingine za serikali ili kuiongezea TANESCO uwezo wa kutoa huduma bora zaidi kwetu kama taasisi na pia kwa wananchi kwa ujumla ambao mpaka sasa wana shida ya umeme. Kwa upande mwingine tunaomba tukumbushe tu tuku kwamba suala la ulinzi wa taifa halina mbadala. Hivyo kusitisha huduma yoyote ni kuathiri usalama wa taifa. Ndio maana tunaomba kwamba wanaotoa wa huduma kwetu wazingatie swala zima la ulinzi wa taifa na kwamba kadiri tunavyolipa waendelee kupokea na kutoa huduma kwetu. Jeshi la Wananchi wa Tanzania linaendelea kutafakari na kuandaa mikakati mbalimbali ili kupitia mashirika yetu kama vile Mzinga, Nyumbu pamoja na Suma JKT kuanzisha miradi mbalimbali mbali ya uzalishaji mali vikiwemo viwanda vinavyoweza kuzalishwa hapa hapa nchini e, vinavyoweza kuzalisha bidhaa zitakazoweza kutumiwa na jeshi lenyewe na pia kwa wananchi wengine ili kutumia, e, ili mwisho wa siku tupunguze utegemezi wa kila kitu kutoka serikalini. Tunaamini tukifanikiwa kwa hilo, tutaondokana na madeni yanayotukabili mara kwa mara. Hatua hii pia itainua uchumi wa taifa letu. Kwa kuanzia, tayari tumeandaa waraka wa, wa serikali ili ujadiliwe na baraza la mawaziri, namna ya kuendeleza shirika la Nyumbu naamini waraka huo utakapojadiliwa, utapitishwa na baraza hilo na hivyo mapendekezo yetu yataanza kutekelezwa. Mwisho, napenda kuchukua nafasi hii kuwajulisha watanzania wote kwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania lipo imara na linaendelea na jukumu lake la msingi la kuilinda nchi yetu, watu na mali zao kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama na hivyo nchi yetu kuendelea kubaki kuwa kisiwa cha amani na utulivu.